Watu wanne wamepoteza maisha na wengine kumi na saba kujeruhiwa baada ya kuangukiwa na ukuta wa Kanisa la Anglikana Dodoma ulioanguka wakati wa waumini wakiwa ndani yake. Tukio hilo limetokea jioni ya Jumanne Desemba 23 mwaka 2025 katika kijiji cha Wiliko kata Mloa wilaya ya Chamwino ambapo Mwananchi imemtafuta kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma, Gallus Hyera kuthibitisha taarifa hiyo lakini jitihada hajazaa matunda mpaka sasa. Askofu wa kanisa hilo dayosisi ya Central Tanganyika, Dr. Dickson Chilongani ametangaza michango kwa makanisa yote kwa ajili ya kuwahudumia majeruhi hao. Naye mwenyekiti wa kijiji cha Wiliko, Gabriel Mika amekiri kuwepo kwa tukio hilo na kueleza kuwa na kueleza sababu kwamba ilitokana na mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali ambapo watu 17 wamejeruhiwa na wengine watano wakipatiwa matibabu katika zahanati ya kijijini hapo, huku wengine 12 wakipelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Mika amesema kuwa waliofariki dunia ni mwanaume mmoja na wanawake watatu, wote ni watu wazima wakitoka katika kijiji hicho. Kwa mujibu wa mwenyekiti, majeruhi walikuwa kumi na saba ambapo baada ya wawili kupoteza maisha, walibaki watano waliokuwa wakiendelea na matibabu hospitali ya rufaa ya mkoa Dodoma. Mganga Mfawidhi wa hospitali ya mkoa Dr. Ernest Ibenzi amekiri kupokea majeruhi kumi na mbili wa tukio hilo ambao amesema wanaendelea matibabu, wako kumi wa na mbili, mwanaume mmoja, wanawake kumi na moja ndiyo wote wanaendelea vizuri na matibabu. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili uweze kufahamu mengi yanaojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.